huku nasikiliza Baraka One TV ikiwa ni tarehe ishirini na nane mwezi ni wa tano elfu mbili na ishirini na tano majira ni saa sita sasa Afrika Kati ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga the one and only town djp Kuma ya kuletea haya matangazo. Moja ya vitu ambavyo tutakwenda kuvijadili sasa hivi ni yale ambayo yako inazidi kuendelea huko maeneo ya Ruchuru ambako magaidi wa M23 licha ya ubabi ambao wamekua wakiuonyesha lakini pia wanakutanana na moto kutoka kwa wazawaza waza. Na hivyo uh, kufanya mambo yazidi kwenda mrama na wazalendo wakiendelea kuchukua baadhi ya maeneo. Na jambo la pili ni kuhusiana na ndugu yetu Dragila ambaye Dragila alikuwa ni, uh, ni msaidizi wa mzee William Amuli ya kutumba kwa upande wa, wa, wa bahari yani yeye anafo, ni jeshi la, la maji sasa, um, aliweza kujitengua mzee na hivyo kwenda kuanzisha kikosi chake, kitu ambacho kilikuwa kinaleta mkanganyiko. Watu wakatabiri maneno yakaja, na ikasemekana kwamba uh, Dragila ameanza kutumika na magaidi wa M23, na, na hivyo uh, kuweza kuleta chachu uh, miongoni mwa wale ambao wanafuatilia zaidi sana siasa na jinsi minendo ya nchi inavyoendelea. Kitu kama hicho uh, kimeweza kuwa na utofauti mkubwa sana. Dragila mwenyewe aliweza kujitokeza na kuzungumza yale ambayo anasema kwamba yanafanywa ni kwa ajili tu ya propaganda, na haya yote yanakuja ni kwa urefu zaidi. Tuliweza uh, niliweza kuwaonyesheni kuwa, kuwa vipande vipande kulingana na muda kwenye habari za asubuhi, lakini muda huu nitakwenda kuwapeeni vyote kwa urefu ili uweze kusikiza uh, kile ambacho Dragila alizungumza mwanzo mpaka mwisho. So unapopata habari zetu kwa asubuhi Uh, zinakuwa uh, nakuwa siwezi kukupa yote ndefu, nakupa kipande au kipande kingine, unakuja kukichukua majira kama haya. Karibuni sana ndugu jamani na marafiki, ni Baraka1 TV. So, ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Usisahau kwamba operation saidia Muzalendo Baraka inaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali tumia namba zetu ambazo zinaonekana hapo kwa skrini yako ili uweze kuwasiliana pamoja na Baraka One TV. Na jambo jingine pia tembelea B1 TV channel 2, e, usikose pia, kuna baadhi ya mambo kule ambayo ukiyatembelea yanaweza pia yakakupea changamoto na moja kwa moja uh, tuanzie hili swala la Dragila kabla y tujazungumzia masuala ya Wazalendo jinsi wameweza kuwakunguta magaidi wa M23. So uh, kazi iko hivi Ea, ankis kandeke big up sana bona uh, asimu ya Baguma Samuel kutoka Czech Republic na pia uh, dedone buto to big up sana bro Biondo kilamba mawe e, e, King Sele the only one King Ejide Kizenga Tembele, na sijasao pia, ndugu zetu wote ambao wako niangalia Baraka One TV. Sasa Dragila ni e, nani? Dragila aliwahi kufanya kazi na mzee yule mamuli ya kutuma, na alikuwa na kazi kubwa sana, alikuwa ni kitengo alikuwa na kitengo cha maji, jeshi la maji kaje kaje. Baada ya, ya, ya mkanganyiko wa mambo uh, mzee wetu Dragila ikabidi ajengue kidogo, alifungua so, akaenda Kishasa wabembe ndo ambondo wakafanya vya kufanya diaspora, tunashukuru sana. Akatoka akaja Kalemi pia, Kalemi pia wakamkamata wakamweka ndani kuzungumzia hili swala na kule Kalemio wakati alikuwa anakamatwa, e, mambo yakawekwa sawa na nini, akatoka sasa. Baadaye ikaja ikasikia kwamba kuna watu wa M23 ambao wako naingia naye mkontakt sawa ya direct kabisa, naona na wakampa mitindo, akapewa pesa ili aanze kufanya sensibilisation. Dragi la kaja hivyo akaenda kenda kenda kenda sasa, wakati swala lina, linakuja linagundulika juzi, anajitokeza na, na kupinga kwamba yeye ambacho e, iko nafanya ni uongo, anazushiwa na wala hatumiki na magaidi wa M23. Hii ni kwa mujibu wake yeye mwenyewe amesema. So, mimi siwezi nikapingana na yeye kwa sababu wa, wa, wakati mtu anatumiwa kufanya jambo kisha yeye anakataa kwamba hapana, mimi sifanyi hivyo, ni uongo, ananizingizia. So mimi siwezi kusema a, a, unafanya unafanya, ni wewe, hapana. Madam yeye mwenyewe amesema kwamba hayuko na magaidi. Sawa, tusubiri tuone lakini wengi wanasemaga hivyo, wengi wanasemaga ah, mimi siku kumbe yuko. Lakini e, eh, mwisho wa siku ambacho kina tutofautisha kwa sisi ni kwamba wale watena wa mahovu wa mahovu yako ndani mwao na yanakuwaga inawapushi tu wajimanifest na watajionyesha tu as long as possible, na wale ambao wao pia ni wak, eh, ni watu ambao wanasimamia haki wataonekana. Kwa hiyo ndo maneno ya Dragila hayo na kabla ya kwenda mbali sana, hebu tusikilize kwanza maneno ya Dragila wakati kunazungumza kuhusiana na hili swala la e, e, yani jumla yote ya, ya, ya mkanganyiko wote, jinsi ameshtumiwa na jinsi iko natumika, jinsi ameenda kutumika na na gavana, msaidizi gavana wa, wa, wa kivu ya kusini Purusi, sasa alipokuja jajaki lakano na wengine hivyo na hivyo, yani ameongea mkanganyiko wa mambo yote jinsi walivyotembea. hii ni Baraka1 TV, hebu sikiliza Dragila. Naitwa kwa jina la Ekanda Saidi Dragila, jina maarufu ingine Balene. Hii <laughs> ndio nyangumu hii, mwene mai <laughs> nilikuwa napenda niongee na mie kirefu sana, lakini nda auta hivi eos aisha pita kama liona vedete mwenapita ni gouverneur titulaire mwenye alikuya alikuwa Jean Jacques, gouverneur adjoint hivi. Mwenye anakuya ni titulaire, alitoka Kishasa juzi kufika Uvira, yeye kazimia. Mio nilikuwa hapa Kizuzi, chef de secteur. Anafika pale, analiputa, ananiambia bwana, tuwai ufanye sikiriti yetu pale Kasaba. Amjambo tena na kama muliona bo kimoya inapita hapa mbele yangu, mule muko majeshi yetu. Tena tena nikuambie ama niwaambie, mwiki musione ajabu kwa leo. Sisi naafuma tuko kimoya na tunapaswa kuwa kimoya. Amjambo tena, jambo leo kuna wengine wanasema fuma ni adui, wengine wanasema oh, e dragila ni adui. Ivi dragila na fuma bado kimwoya ni watu ya neemi. Amjambo tena ase ni watu ya kabila ile yote, ni kutukuelewa na ile yote ni va kontre ba enemi ba kuzwa verti verti Naanza kutoka Uvira, hii ni mara marambo ya serikali, mafuta natembelea ni ya serikali, nafika Baraka, naacha jeshi Baraka, inaungana tulishaungana, tunafanya kwalisi na serikali, sio tu fuma. Hii fuma hii, munaona fuma batu abaelewi

kama mko na maimaji ya kimi ino, mtaona jinsi tulipokelewa na jinsi fumeli nipokea. Nafika vile vile, nafika Karamba, nafika Kazimia, nafika Nguma, nafika hapa. Ndio ya pikizozi ni ordre, tusifanye ubaguzi, sio wote, bozoe yetu ni kushinda adu adui amjambo tena, lakini ile nakuwa sema hofu, maana dragila banakuwa batu ya nemi, banakuwa batu ya kabila. Sasa uh, kenye banapenda ninini make nifike tuanze pigana na afuma. Ninajuwa leo vitendo bile balifanya mizimu byenye fanya mwayenga fuma, Anyembeko? Hapana. Anyembeko na kuwafuma uo, anyembeko wapi? Munajua kweni anyembeko, anyembeko mukasho hivyo hivyo, na mabunduki yote yenye alinyang'anya pale mizimu na mwayenga, bitu yote vilirudia mm. bitu yote mm. na kama kuko nusu kidogo vyenye vyaonekana, ndio maana wanamutia, wanamwambia mpaka vile yote, vitu yote vyoneka vyoneka sasa tufurahiwe mwaine sansi, tuanze tena mapambano, sio kwa shie tubakimbize mwe baraia, mwende Tanzania. Amjambo tena sasa, yeah. Yeah. Tukikuya sasa tuanze kupigana na ava mw, na babwana mwe mtikala hapa, hata kuko M23 huyo ambao umemsikiliza ni Dragila hey, ndo Dragila mwenyewe huyo, na yote ambao ameyaongea I have no comment. Hapo siwezi kushinda niko na ongeongea sana kwa sababu tayari tumeshamsikiliza. Pointi ya pili ni kuhusiana na waza waza. E, waza waza Kivu ya kaskazini bwana wanaendelea kufanya kazi kubwa. E, wamechukua mtanda Mutanda, mutanda iko mu group mai ya Bwito. E, mu uh, uh ya yeah, group mai ya Bwito mu sheferi ya um, uh, sheferi gani hapa? Ngoje tu check. E, nitakuambia ah. So wameingia haya maeneo ni baada ya mapigano ambayo yalichukua takriban siku nzima. Mapigano yalianza uh, upya tarehe ishirini na saba jana wakati magaidi wa M23 walijaribu kuja kuzivamia ngome za wazawaza waza. Wakati wanakuja akse tatu ndo ndo zilikuwa zinawaka moto. Mapigano yalirindima maeneo matatu makubwa, na haya ni kutokana na mipangilio ambayo wao wanakuwa wanashikilia. E, upande wa kwanza ni upande wa Kanyangiri, na upande wa pili ni upande wa Runyenye, na upande wa tatu ni upande wa Kikarara, ambapo magaidi walijaribu kuja kuvamia ngome za wazawaza lakini uzuri ni kwamba wazalendo waliresiste na kureplike na mwisho wa siku wakapunguta magaidi wa ishirini na tatu. Imekuwa ni advantage kubwa sana kwa wazalendo na hii inatia moyo. Kuna kikao kimoja ambacho kimefanyika Walikali, e, Gideon mzalendo ambaye yeye yeah, anasema sisi hatutakaa nyuma kama zamani uh, -uh, sababu hao jamaa wanakuwa wa, wa, wa, wa, wa serious zaidi. Sawa, so wanazidi kuwa serious, kwa hiyo hawatakaa nyuma. Ambacho watakifanya, tutapigana nao, we make sure kwamba tunapigana mpaka tunawatoa. Na ndio hiki ambacho kimetokea hapa. Mapigano yalikuwa ni kila sector, of course yalikuwa ni magumu sana, yalikuwa ni makubwa sana lakini wazalendo hawakubaki nyuma, walisimama na kutuangana na magaidi wa M23 kati ya, ya vijiji ambavyo viliweza kusibire hizo mata ni hivyo vitatu. Na baadaye wazalendo wa, wa wakaimarika zaidi na kuingia mpaka Matanda ndani ya utawala wa Bwito. Wazalendo wakafanikiwa kuchukua maeneo ya Bwito, utawala wa Bwito kitongoji cha Matanda, na hapo ndiko makao makuu ya utawala huo ni moja kati ya pointi za muhimu sana na sehemu ambazo wakati wa, wa mtu unapakamata unakuwa uko na access kubwa ya kusonga mbele zaidi hadi kuingia Rutshuru santre, na ndio hiki ambacho kiko kinaangalika kina hapa. So uh, ndugu zangu, wazalendo sio watu wa kubeza, wazalendo ni watu ambao wako wanafanya kile ambacho wanastahili kufanya kwa ajili ya kutetea taifa hili. Tizama hii. Hii ni habari na maelezo kutoka Baraka One TV.

nambo asante sana asante sana kwa yote ambao wameweza kuyasikiliza haya e, ndio machache ambayo tulikuwa tuko nayo kwa mchana huu wa saa sita ya hii tarehe ishirini na nane tunakaribia karibia kumaliza mwezi hivi so mengine tukutanani majira ya saa tisa ambako tagusia makubwa ya Joseph Kabila, mpaka rais mstaafu wa Afrika Kusini Tabu Mbeki anamuunga mkono Joseph Kabila, miongoni mwa wazee ambao ni wajinga sana, waliwahi kuwa viongozi, walikuwa wanakula pesa za Kongo Tabu Mbeki. Na ili swala ni lilisemaga hili swala taongea mambo 99. So endelea ukuwa pamoja na Baraka One TV.